Katika michezo na burudani, mashabiki wa, wa mpira mkoani Iringa watoa wa maoni juu wa ya madhara ya kubadilishwa kwa tarehe ya mchezo wa ligi kati ya Yanga na Simba. <muchos> Habari, mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika taifa habari. Jina langu Rafa Hussein, ungana nami. Maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yamefanyika hapo jana katika viwanja vya Mombotogo mkoani Iringa huku yakipambwa huku yakipambwa na kauli mbiu isemayo haki za mtoto tulipotoka tulipo na tuendapo. Mwanahabari wetu Doris Mruma ana undani wa taarifa hii. Shirika linalohudumia watoto mkoani Iringa likiwa na ufadhili wa Compassion, wameungana na washiriki wengine waliojitokeza ili kuweza kuenzi siku ya mtoto wa Afrika, kwa lengo la kuwatia moyo watoto hasa katika kukumbuka jinsi watoto na wazazi walivyopata mateso na kuuawa kule nchini Afrika Kusini kazi wa jamii katika shirika linalohudumia watoto ikiwa na ufadhili wa Compassion, na niko hapa kuadhimisha tukio hili kubwa, muhimu sana kwa Afrika la watoto, ambalo kimsingi lina chanzo chake, ambako wa sisi ni South Africa, ambako yalitokea mauaji makubwa ya raiki ikihusisha watoto, wazazi wa lakini hususan ni wanafunzi. Kwa hiyo uh, dhima kubwa ya maadhimisho haya ni kukumbuka uh, mateso na unyanyasaji uliofanywa kule Afrika Kusini kwa watoto na wanafunzi ambapo mamia na maelfu waliuawa. Ndipo ambapo Umoja wa Afrika ukaanzisha hii siku maalum kwa ajili ya kuikumbuka siku hii. Kwa upande wake mtendaji wa kati ya Makorongoni ameeleza jinsi siku ya mtoto wa Afrika inavyoweza kuakisi na namna ya kumsaidia mtoto kuwa karibu na walimu, hasa katika kupata haki ya elimu katika mazingira yake, ukilinganishwa na ulimwengu unavyopiga hatua kwa kasi katika kipindi hiki cha sayansi na teknolojia. Swala la teknolojia katika namna ya kumsaidia mtoto kwenye teknolojia, mtoto amekuwa na na, na, na, na, na manufaa ambayo yananufaika nayo kupitia teknolojia, ambapo mchango mkubwa kwenye teknolojia mtoto amenufaika hususani katika kujifunza mambo mbalimbali kwa wanafunzi, ambapo sasa tunaangalia mtaala wa elimu umekuwa na mwongozo mzuri sana, namna ya kumwezesha mtoto aweze kupata manufaa bora ya kujifunza miundombinu ili kuaizisha hali ambayo ilikuwa inapelekea ugumu na ukakasi wa walimu mashuleni, namna ya kumwezesha mtoto huyu kuweza kupata haki yake ya nini ya msingi ya kielimu katika masuala nini ya teknolojia. Ko kwa, kwa namna ya kipekee teknolojia imechangia kwa uwanja mpana sana kumsaidia mtoto kupata haki zake za msingi. Siku ya mtoto wa Afrika ilianzishwa mwaka 1991 kwa lengo la kuenzi mchango wa watoto walioshiriki maandamano ili kuijengea jamii umuhimu wa elimu bora kwa watoto. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, ni mimi Doris Mruma wa UoI Digital. Idara ya vijana kanisa la Living Water mkoani Iringa wameandaa semina ya vijana itakayofanyika kwa siku tatu kuanzia tarehe nne hadi tarehe saba mwezi wa saba, lengo ikiwa ni kuwakutanisha na kuwafundisha vijana neno la Mungu kutoka maeneo mbalimbali mkoani Iringa. Mwanahabari wetu Leonard Mkamba anatujuza zaidi. Semina hiyo inaenda na kauli mbiu isemayo kijana mwenye matokeo chanya, itakayoongozwa na mtumishi wa Mungu Mchungaji Winnie Msangi kutoka kanisa la Living Water pamoja na Fredi Msungu mkwani Iringa. Kiongozi wa idara ya vijana ameeleza faida za semina hiyo kwa vijana watakaohudhuria semina hiyo ambao niya vijana. Inaanza tarehe 4 mpaka tarehe saba na inenda kwaimu ya kijana mwenye matokeo chanya. Kwenye idara ya vijana wa Living Water tumeandaa hii ibada kwa ajili ya kuwafundisha vijana kwa sababu tunaona nowadays vijana sisi ndio nguvu kazi, si vijana ndio kila kitu kwenye kumjua Mungu na kwenye nchi. Kwa hii ibada ya vijana imeandaliwa mahususi kwa vijana wote, sio tu walivingota, vijana wote wa Iringa na miji karibu na Iringa, kwa ajili ya kuwasaidia vijana kumjua Mungu zaidi, pia tuna discuss ishu za vijana mbalimbali. Nao baadhi ya vijana kutoka chuo kikuu cha Iringa wameeleza matarajio yao kuelekea semina hiyo pia wameeleza namna semina hiyo itakavyonufua sisi vijana. Kwa mfano kama walivyoandaa hizo semina zinatusaidia sana kutujenga kiakili, kifikra, lakini hata katika masuala mazima yani ni, uh, ya nini ya kijamii. Kwa hiyo napenda kwa kuwashukuru, lakini pia pamoja na kwamba hii in, in, in, inalenga sana hususan kwa vijana. Kwa hiyo sita kwa, eh, yani sina budi ya kwenda huko kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo mtafanya nitaenda kuvipata huko mina zinaandaliwa kwa sababu ya kutuandaa kwa ajili ya wokovu wetu, lakini sio wokovu tu. Unajua kile ambacho tunakijifunza duniani hivyo hicho hicho nacho kijifunza duniani hata kule, unaweza ukajifunza kule, unaweza ukafundisha mambo mbalimbali, hata namna ya kutafuta hela usi usiona kwamba yani kwa, kuwa kwa, kanisani hakuna utafutaji wa hela unamsikia, watu wengi muda wote, kuna muda unafundishwa una kwamba namna gani ya kutafuta hela, kuna muda unafundisha namna gani ya kutafuta mahusiano mazuri. Kwa hiyo mimi namshauri kijana aweze kushiriki hiyo semina kwa ajili ya kujiandaa. Unajua, lengo le, le, le, le, kwamba yote tunayofundishwa hapa hivi ni ya duniani, lakini lengo le, le, kubwa haya yote tunaelekea kwenye semina ya vijana ambayo imeweza kuandaliwa ndani ya kanisa la Iimota. Kiongozi wa vijana kutoka Liimota akitoa wito kuhusiana masuala maswala mazima neno la Mungu kwenye kanisa mimi wako, Limkamba, ya Liimota, mimi ripota wako Leonard Mkamba wa UoI Digital, taarifa yake leo. Leonard Mkamba inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zikazoletwa kwako na James Ombori. Wafanyabiashara wa simjanda kutoka mkoani Iringa semtema wameelezea mwitikio wa wateja kuelekea mwaka mpya wa masomo 2025/2026. Mmiliki wa Patma Phone ameeleza kuwa biashara kwa sasa imekuwa nzuri sana ukilinganisha na hapo awali kwani wateja wao wengi ni wanafunzi waliohitimu timu kidato cha sita wanaojiandaa na mwaka mpya wa masomo ifikapo mwezi wa kumi. Nawafaidika kutokana na nyinyi wanachuo ambao mnakuja kununua simu kwa ajili ya matumizi yenu. Kama hivi sasa hivi tunajua kuna hawa first year wanaokuja, tunategemea uuzaji wa simu utakuwa mzuri kwa sababu wanafunzi watahitaji simu zitakazowasaidia kwa ajili ya masomo yao huko shuleni. Nabi Na Ida Sylvester amesema kuwa biashara haikuwa nzuri sana kwa kipindi cha nyuma, kwa sababu ya uwepo wa wateja wa kila siku, hivyo kupelekea mauzo ya simu janja kuwa madogo. <coughs> pia Barnaba Kivike, mfanyabiashara na fundi simu, ameshauri kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, wanafunzi wengi wanapaswa kuwa na simu janja ili kuwasaidia katika masomo yao. wanafunzi wengi ambao tunawapokea hapa mara nyingi wanakuwa wana simu hata kama wana simu basi wanakuwa na simu. Lakini kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, wanafunzi walio wengi wanatakiwa kuwa na simu kubwa au simu janja, kwa sababu chuoni wanatumika sana. Kwa hiyo kwa hiyo simu huwa zineuiwa hasa wanafunzi wakija, kwa sababu shuleni kuna wagaidi ilikuwa ni maoni mbalimbali kutoka kwa wafanyabiashara wa simu hususan simu janja kuhusiana na maandalizi ya wanafunzi mwaka 2025 2026. Nikiripoti kutoka Septemba, mimi ni James Agay, Uid Digital. Asante sana James Omburi kwa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, hii ni taifa habari kutoka hapa Uid Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Wadau na wapenzi wa kandanda wametoa maoni yao juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kubadilishwa kwa mara kadhaa na kutoa taswira mbaya katika soka la Tanzania licha ya kupiga hatua na kuonyesha wasiwasi kuwa linaweza kuishusha hadhi ya ligi yetu. Awali mchezo huu ulipangwa kuchezwa Machi nane na kusogezwa hadi Juni kumi na tano baada ya sintofahamu ya timu ya Yanga kugomea mchezo huo

Sasa hiyo tayari kuna watu, mtu atoka Kigoma asha plani bajeti yake kwamba mimi nifika mwezi wa tatu tali, Machi itedue Dar es Salaam, ambako yeye pengine ana familia ana ndugu, ameshapanga bajeti yake na amefika Dar es Salaam kama kipindi kile March kiuchumi na athari ina, ina, ina, ina, ina. Mabadiliko ya tarehe ya dabi ilianza tarehe nane, ikaja tarehe 15, tarehe 25. Hii inatoa taarifa kwamba viongozi ambao wanasimamia mpira wetu waliopewa dhamana ya kuongoza soka letu wengine wamesimama wamekaa kwenye zile nafasi ikiwa hawana sifa ya kuwa pale, kwa sababu haya mabadiliko, kama wangekuwa ni watu sahihi wao katika sehemu kama hizo za uongozi, tulitegemea kuona hata kama ingetokea kuna mabadiliko basi tarehe kumi na tano, mchezo ungechezekwa. Lakini mabadiliko ya ma, zaidi ya mara tatu yanaonyesha kuna udhaifu mkubwa sana. Dabi kuahirishwa kwa mara ya kwanza, sasa hivi tena imeahirishwa. Nadhani tuna tunajenga taswira mbovu sana katika muktadha wa, wa, wa ligi bora, tulivyokuwa tumeshapiga hatua hiyo. Wapenzi wa kandanda nchini Tanzania wametoa maoni yao baada ya mechi ya dabi kwaimailishwa, ambapo wameweza kuelezea sababu mbalimbali mbali na sababu, wapo wameweza kutoa taswira inayoje katika mtana wetu wa Tanzania. Ni kiripoti habari hii, ni mimi mwandishi wako Alex Ogesa. Shukrani sana Alex Ogesa kwa habari za michezo na burudani. Mtazamaji, taarifa yake Alex Ogesa inatokamilishia taarifa habari kwa siku hii ya leo kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya nikushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Ulikuwa nami Rahma Hussein, asante na kwaheri.